Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tumhimidi sana Allah subhanahu wa ta'ala, na tumshukuru sana kwa kuwa ametupa fursa ya kuwa tuko hai mpaka hivi sasa. Kuna ndugu zetu tunaowapenda, marafiki zetu wa karibu kabisa, na jamaa wakubwa kuliko sisi au makamu yetu au waliokuwa wadogo kwetu sisi hawapo katika huu ulimwengu, wako ndani ya makaburi yao. Nitafakari jambo ya hilo, fursa hii ya kuambiwa pengine maneno kama haya ya kuzindushwa, wao hawakuipata fursa hizi, walizopewa na misimu hii ya kheri waliopewa wao hawakuitumia. Kuna mambo yaliwashughulisha ya katika huu ulimwengu, walikuwa wako busy na mambo ajira utafutaji wa riziki, walikuwa wakombio sana wanatafuta riziki. Utafutaji wa riziki ukawatoa katika njia au ukawaghafilisha katika mambo ya heri, mpaka wakajikuta wameingia kwenye makaburi. Hakuna hiyo riziki walikuwa ukitafuta ya maana, walichotuachia hapa ulimwenguni wali wala athari njema walioiwaka, bali umebeba mizigo ya madhambi. Tafuta kwenye familia yako, watu unaowajua na kuwapenda wewe, watu wa karibu yako waliokuwa wakubiza katika mambo yao ya kilimwengu, kiasi ambacho ukimwambia jambo fulani ukamwambia wajua bwana, maisha sasa hivi uh, tuko vioa kutafuta maisha, wajua nikipata nafasi. Watafute wale watu uangalie wameacha nini hapa ulimwenguni, hicho cha maana

wingi wa kutafuta mali huu wingi wa kutafuta mali huu umewapumbaza ninyi, umewashughulisha nyinyi hata zurtumul maqabir, mpaka mkayaingia makaburi, mkayazuru makaburi, mkawa ni ashabi lqubur. Mbio nyingi kwelikweli. Uwai ukiambiwa kaa hapa usome, wajua mtakuja baadaye. Mbio kabisa, kuna haraka wewe lakini ujue mbele yako kuna kaburi, ukijikwaa tu hapo waingie kwenye shimo hilo. Na si bure hapo, watu hawendi kupumzika tu kwamba ah, mwache akalale salama hapo, hapo ni amani. Madha qaddamta linafsik, umetanguliza nini kuitangulizia nafsi yako hapo? Fursa umepewa ndio hii ya kwenda mbio namna hii. Sasa kwa nini sisi hatuile mazingatio kwa watu wetu? Kwa nini tunakata tamaa? Na sisi tushaondolewa mlango huo, tusikate tamaa. Wa rabbuka alghafuru dhu rrahma, mola wako wewe ni mwingi wa msamaha, msamehevu mno, tena mwenye huruma. Ashaondoa pazia yenu, usikate tamaa, rudi kwake, atakusamehe. Ikiwa njia hiyo ishafunguliwa kwako, ukiteleza rudi kwake lao ingekuwa mambo hayo wangekuwa wakala wanadamu, basi watu wangepata taabu, pengine wangeadhibiwa hapo hapa duniani kabla kufika akhira kwa sababu ya dhambi wanazofanya. Mwanadamu ndio huchoka kusamehe. Umemkosea leo, kesho muombe msamaha, ukirudia tena haka muombe msamaha tena, alafu fanya kosa lile lile au jingine umwombe msamaha tena, umuone mwanadamu walivyo sivyo alivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yeye apenda ukikosea uombe msamaha, kwa sababu ile tadhaluli itakayoonyesha kwake kwa yale makosa uliyofanya yafanya, yeye ndiyo anayoitaka kule kudhalilika na kujiona mnyonge, mimi miifanya hivi, mimi nimemkosea mola wangu, wanyenyekea na kulia na kumwomba Allah. Ataka ile ataka fursa ile, wewe uombe kila wakati, unyenyekee ujione dhaifu dhalili kwake hii umepewa misimu ya kheri, ndio kama hivi mambo huzidishwa watu huliko kwa kawili. Allah hafanyi ubakhili kwa waja wake, utoa tu tena, umpa hata mudhnib almusi, Allah humpa. Sasa akikufungulia Allah mlango wa kufahamu maneno unaoyambiwa yakakuathiri katika moyo wako, bushraka thumma bushraka, bishara ni yako. Lakini ukijiona kwamba maneno yote unayoambiwa vile ulivyokuwa leo na jana na juzi, ndio hivyo hivyo, hali yako ni ngumu sana. Unatakiwa sasa ulie juu ya kosa lako hilo, maana kile ni kosa. Sasa mbona mimi niko vile vile, sibadiliki, muamala wangu uko vile vile, tabia zangu ndio zile zile, matendo yangu ndio yale yale, taksiri yangu katika ibada, uzembe katika ibada ndio ule ule Maneno yote ninayoambiwa mimi hayaniingii, mimi. Hilo pekee kitakufanya wewe ulie.